Mimi ni mtafiti, naitwa Selemani Bakari Shadafa na ni mwandishi wa vitabu, kutokana na tafiti zangu, tafiti za kijamii, tafiti za kutafuta chanzo cha tatizo, tatizo la umasikini, tatizo la maradhi katika tafiti yangu hii niliyoifanya kwa kina, nikagundua chanzo cha tatizo ni kukosa kukosekana kwa elimu, kukosekana umuhimu wa elimu kwa jamii jamii. Elimu zipo, ila jamii hawazitilii maanani. Katika kuchambua zaidi nikagundua chanzo kinachosababisha jamii isitilie maanani elimu, kudadisi zaidi, kutafiti zaidi, nikagundua kwa nini watu hawatilii elimu maanani. Yani, hawaipi kipaumbele elimu. Nikagundua ni kwa sababu hawajui umuhimu wa elimu. Sasa nimejaribu kutunga kuandika tafiti zangu kwenye madaftari madaftari, nimejaribu kuandika tafiti zangu kwenye madaftari kwa, kwa jinsi nilivyo, kwa jinsi nilivyo tafiti nimeandika madaftari mengi sana kutokana na tafiti zangu yakiliyojenga hoja, matatizo yote hii ni kwa sababu watu wanaishi katika chini ya imani potofu, watu wakitegemea tegemezi la kigeni, nguvu za kigeni zina zitakazo zinazosababisha watu hawatilii elimu maanani, hawaipi kipaumbele. Kwa hiyo nina mengi sana ya ku, ya ku, ya kuielezea jamii, lakini nimefanya utafiti kwa kwa, kwa, kwa kwa utafiti wangu wa kina kwa kushirikisha akili zangu na ku na kuanzia kwenye tatizo langu mimi. Kwa hiyo nilipoanzia kwenye tatizo langu mimi ikanifanya niende ndani zaidi, nikagundua hili tatizo nililokuwa nalo mimi, wapo watanzania wengi wana tatizo kama langu. Kwa hiyo nimeandika kitabu, nimejaribu kuelezea, lakini kitabu hicho nimeandika tu kwa, kwa, kwa a njia za madaktari sio kwa njia za, za, za, za, za, za kitaalamu zaidi, imeandika tu kwa njia ya daktari, nikimaanisha kwamba nikimaanisha niki kwamba chanzo cha tatizo, chanzo cha tatizo ni ipi, ni, ni kipi? Chanzo cha tatizo, tafiti yangu inasema ni ni I ipi ni sahihi kati ya imani na elimu, ili kuleta kitu ambacho kinaweza kikawa ni sahihi nika, majibu yakatoka, sahihi ni elimu. Watu wanatakiwa wapewe elimu ya kutosha kwenye kila eneo. Maisha ni elimu, na sio sio hivi ambavyo watu wanaishi wakiamini matatizo, wakiamini matatizo ni sehemu ya maisha, matatizo huhuja hayana budi kutokea. Kwa hiyo, tukiishi hivi, tukiendelea kuamini kwamba matatizo hayana budi kutokea, matatizo ni sehemu ya maisha, basi matatizo yatafika mahali yatatuathiri, yata, yata yata, yata kabisa. Ni lazima tubadilishe mitazamo, ni lazima tubadilishe jinsi tunavyoona, tuishi kwenye ukweli. Ukweli ni kwamba matatizo sio sehemu ya maisha matatizo sio kwamba hayana budi kutokea, bali matatizo hutokea ili kutupa elimu na tujifunze, ili tujue njia za kuzuia matatizo. Ila sasa hivi watu wanaishi chini ya matatizo na wakiishi nayo na wakiyaona ni sehemu ya maisha yao, hilo ndiyo kosa. Mimi nina, nina, nina, nina, nina mengi ya kueleza, lakini ningepata nafasi ya kueleza labda ningeeleza zaidi, ila kwa sasa ninaeleza kwa kifupi kifupi, lakini nime, nime, nina mambo mengi sana sana sana ambayo kwa udogo wangu wa elimu, kwa sababu mimi nina tatizo la kukosa elimu, wazazi wangu hawakunisomesha, wa, wa, wa, wa kwa hiyo katika kutafuta tatizo ndo nilifika kote huku. Sasa nilichokipata ni, ninatamani nikiweke kwa njia ya maandishi ili kiweze kuishi milele kusaidia kizazi. Ni hayo tu, nilikuwa naomba msaada ili nijifunze zaidi ili niweze kufikia ndoto zangu.